sana. Jamani, ninavyowaambia mpaka sasa hivi, ndugu yangu Zailisa, anatalaka hizi muda huu hapa. Talaka tatu kapewa. Yaani tatu kwa tunaonani duniani mpaka kesho kwa ahera kwa Mungu hatujuani. Sio mke wangu wa, wa duniani wa kivuli wala mchangani. Haji Manara katoa talaka tatu kwa Zailisa, shughuli imeisha. Imeisha. Zailisa sasa hivi anapanga vyombo vyake anaondoka na ndugu zake

Hey, hey, hey. Kabla ya kwenda kwenye seke seke la Haji na Zaiylissa, jamani hey, leo na mambo mengi. Mnamjua yule niliwahadithia juzi, ugomvi wa Fatuma Jux na na Miss Liz yule Miss Liz shoga yake na Fatuma Jux hey, gomvi vizito, si niwaambia gomvi vizito. Sasa nimefika atamu, kwanza niwaekee clear, yule Miss Liz na Jux ni mtu la kaka yake hawajawahi kuwaga wapenzi kumbe alikuaga anajuksi anat, anatembea na rafiki yake na Mislizi, sio Mislizi, yani Mislizi anamchukulia Juksi kama rafiki kama kaka. Sema tu ugomvi wa Fatuma Juksi na Mislizi, a, Fatuma alikuwa a, anakasirika kwa sababu wale wageni wa Nigeria wale walivyotoka Nigeria, walivyokuja Tanzania walikuwa wanampenda sana Miss Liz vile alivyo mzuri beautiful mrembo, si unajua Nigeria anapenda vitu vizuri. Kwa hiyo uh, Fatuma Roy ilikuwa inamuuma sana, ndio chanzo cha ugomvi wao, ulianzia hapo na ligazeti nilishawapostia. Maana wengi mmeniuliza oh, sababu mbona tukuielewa ugomvi wao. Ugomvi wao ni wivu tu, wale wa Nigeria wote walikuwa wanampenda Miss Liz, by the way, vile anawapa hela eh, anaonyesha treatment nzuri, anawajali, anafanya nini, kwa hiyo ugomvi wao ulikuwa hivyo. Sasa kwenye habari ya leo, kwa hiyo swala la Mislizi na, na Fatuma Juksi limeishia hapa, sababu ni hiyo, nimewaekea. twende kwa, kwa Manara na huyo. Wewe nasikia dege dege mama, mambo ni mabigi, mambo ni mazito, mambo ni mabigi, mambo ni mazito. Kwisha wameachana. Alhamdulillah, wameachana ah. Mambo ni mazito jamani, ah, pole Zai, Zai pole pole pole pole pia pole. Pole, pole, pole, pole, pole Zai mbona eh? inuksi baraha tafulani alichokiandika Zai mondani cha ukweli chote cha ukweli chote, kweli kaka, sorry kwa hivi huyo hmm, binti mnayemuona hapo anaizungumziwa, alichokizungumza Zai ni cha kweli chote, sio kiki. Maana nilikuwa nakaa kimya, najua kuizima kiki ya Simba. Sio kiki, ni kweli. Nimepigiwa simu, nilikuwa nimelala sasa hivi, jamani huyo aliyekuwa hapo alioandikwa hapo ni mdogo wake na Zai. Yaani, huyo binti ana miaka 17, anamwita Zai shangazi. Mama yake anaishi London, kama sio London si USA, anaishi nje ya nchi. Kweli nakumbuka Mai alisemaga kwamba Zai aliondokaga wiki moja kwenye harusi ya Hamisa, aliondoka. Ni kweli Zai aliondoka. Zai kavumilia mengi. Zai mama mama, nyanyaso mengi naambiwa. Eh? Haje mtu apinge hii kesi jamani, hii kesi iko clear kabisa, ipo ukweli. eh eh eh eh eh eh, huyu binti anamwita Zai shangazi, anamwita Zaiylissa shangazi, umeonelewa vizuri. Kwa hiyo huyu binti ni kweli alikuwa anatembea na mjomba wake <laughs> katembea na mjomba unaambiwa ndani mtoto kaanza jeuli kaanza kupiga vikumbo, Zaiylissa kaanza kumjeulia Zaiylissa. Zaiylissa kavumilia mengi, leo Zaiylissa mia. Watu mnajiuliza, mbona juzi walikuwa wote? Kumbe juzi alikuwa hajui zai. Zai kaja kujua leo asubuhi, mtiti umeanza leo asubuhi. Zai mambo amemfika hapa, ndo kalimwaga shuzi. Jamani, ndo hakuna wameachana kweli na zai. Na wewe uwache tabia kuchukua ndugu zako wote kuwapeleka kwa mumeo huyo ni mumeo, mwanaume pia anaisia, ndugu yangu. <laughs> weza ilisawe, jamani. Haya, habari ndo hiyo, hakuna kingine kichoendelea. Manyanyaso sijui nini sijui nini hakuna. Kesi ilitoka ilifika kwa mkubwa mmoja, mendeleo zuri. Kesi imeenda kwa mkubwa mmoja, huyo mtoto mwenyewe alimpigia simu mkubwa, akaenda kumwhadisia mkubwa, alimwita alimwita Kaka Haji akamwambia, bwana, kuna moja mbili tatu nne tano sita saba, kuna hivi na hivi, hivi acha hii ishu ishamfikia mkeo. Hukuitwa kaka? Uliitwa ukapewa onyo, lakini kesi ilikuwa ishe kifamilia, umeona. Lakini zaidi imemfika hapa, zaidi ndo kajua leo asubuhi kwamba kweli umetembea na sijui ndio niseme mjomba, sijui ndio mwanaye mwanaye, sababu zaidi ni shangazi mwanae, mwanae sabu, zaidi, Ulikuwa natu dereva namchukua mara Slipway mara Sea Cliff mara wapi wapi, mnaonana juu kwa juu. Jamani, kwisha, hakuna kingine, ni hivyo, kwisha. Nilijua ni kiki, hakuna kiki, jambo lipo hadharani. Nimemaliza.